Nikwambie tu kwanza, kinachonipa matumaini makubwa, nimeangalia sura za wapinzani, hawana furaha, wana uoga. Nimeona afisa habari hapa, nimefika hapa, ameniomba yeye, naomba ututunzie heshima sisi, tuko nyumbani. Yaani yeye ndo ananiomba mimi, nikamwambia hivi, kama ulikuwa unataka hiyo heshima, usingeomba mechi, ungekuja tukaongea kwa hiyo hawa tayari, mimi nikwambie, majukumu tulionayo kwetu sio tatizo. umetunyima uwanja tuko, tuko ume, ume bado tuko mbele, tutafanya mazoezi bado tuko mbele. Mtaalam, kwa vyovyote kwa vyovyote, si tutakuwa uwanjani, vyombo hivi vitakuepo. Naombeni dakika za kumi na tano za kwanza, Tueni update zitakuwa zimekaa ngapi nyavuni. Tunapiga yani, si mechi tumeigawa au nitoe na mbinu za siri, tumegawa dakika kumi na tano eh? Angalia unanyoma msabu, usiniangalia hivyo. Mimi ni muumini wa soka la vijana, kwa maana ya kitu ni ndio nachokiishi mara nyingi, lakini kwa eh, mechi ya kesho ni tofauti kidogo, kwa sababu wamekutana na watu ambao si kwamba walikuwa wachezi mpira, walikuwa wanacheza mpira, lakini kwa sababu ya majukumu yao kila siku wamejikuta hawafanyi mazoezi ya mara kwa mara. Kwa hiyo jinsi ya uandaaji wa timu unakuwa tofauti na kama unavyoandaa vijana. Na mechi kama hizi eh, haimaanishi unacheza una, una ili huyu anayecheza kesho aende kwenye soka la vijana unamkuta tayari keshavuka ule umri. Lakini tulifanya mazoezi kulingana na vile wanavyopokea. Kwa hiyo tulijitahidi kwa sababu ukiwa unasoma coaching unapewa full package, ila hivi vingine vinakuwa ni ziada, wewe utaspecify wapi. Kwa hiyo niliandaa timu kwa jinsi ya uhitaji wa mechi. Kwa hiyo mechi ya kesho imeandaliwa e, kwa jinsi nimewaandaa vijana, jinsi vile ambavyo mechi inahitaji, na nafikiri kila kitu kitaenda vizuri kwa sababu pia wamepokea kwa levo ile ile. Tuna wachezaji vijana, lakini pia tuna wachezaji ambao si vijana sana, lakini watakuwa bado wana mchezo mzuri vile vile.